Na ndugu zangu hapa wanaweza kaja kujitambulisha wenyewe baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya neema yake ambayo ameweza kuachilia kwangu kuweza kufika hapa siku ya leo, haikuwa rahisi ila ni wema wake Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asipendwe sana, wanawasalimia sana. Wanajua kabisa kama tuko mahali hapa. Kwa hiyo wanawasalimu sana. Bwana asifiwe. Okay. Ni Jumatatu iliyo njema kabisa ambayo tuna maombi kutokana na ratiba yenu siku ya maombi. Mungu amenipa neema ya kupata prayer point ambazo tunaweza tukazisimamia kwa maombi ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako utakwenda kupokea kitu kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zote uwe na jiwekee mwenyewe ratiba ya kwamba kila nitakapoingia ibadani lazima nitapata kitu kipya Hamna maana ya wewe kuwa Mkristo kumwomba Mungu lakini usione matunda ya Ukristo wako ulionao. Bwana asifiwe sana. Ukiwa kama mtumishi wa Mungu, ukiwa kama ya huo Ukristo ulionao, Bwana Yesu asifiwe. Katika kila ibada ambayo unaenda, katika kila sehemu ambayo unaenda kukutana na Mungu, hakikisha kuna kitu unakipata. Bwana asifiwe sana. Jiwekee kawaida ya kupata chochote unapotoka ibadani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo wengine ambao ilikuwa inabidi wawepo ibadani siku ya leo, lakini hawajapata neema ya kufika. Wewe umepata neema ya kufika, lipo kusudi la Mungu ambalo limefanya wewe uweze kufika katika ibada ya siku ya leo. Kwa hiyo una kila sababu ya kuwa na shauku. Anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu bali jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi ufanye wewe mwenyewe maandalizi kwanza. Umwambie Mungu, ninatamani nipokee kila kitu ambacho umepanga niweze kupokea kwa siku ya leo. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Utakwenda kupokea kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kidato cha sita, Mungu atakwenda kukuinua. Bwana asifiwe sana. Lakini pia tukamwambia Mungu asaidie kwa habari ya afya zao. Mungu akapate kuwasaidia wape ujasiri na uhodari katika kusimama kwenye mitihani yao. Tunajua kabisa kwamba sisi wenyewe tukiambiwa, kila binadamu lazima utaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaenda kufanya mtihani wao wa taifa. Tuna kila sababu ya kuwakabidhi mikononi mwa Mungu. Mwambie Mungu akapate kuwapatia ujasiri, akawapatie uhodari, wakapate kusimama na kufanya mitihani yao vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nyingi sana sana, kiasi ambacho inafikia atua tunashindwa kumtumikia Mungu wetu neema ya kuweza kukutumikia wewe kwa uaminifu. Hamna haja ya kumtumikia Mungu kwa kuigiza. Sisi kama vijana wakati mwingine nafika hatua tunamtumikia wewe Mungu wetu kwa kuigiza. Yaani namtumikia Mungu ili nionekane namtumikia, lakini moyoni mwangu simtumikii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwambie Mungu jioni ya leo, naomba unipe neema ya kuweza kukutumikia wewe kwa uaminifu. Niache mambo yani ni si ni yote ya duniani, lakini nikutumikie wewe kwa uaminifu ili mwisho wa siku ile ahadi ambayo Mungu ametuahidi ya kwamba tutaipata wote tukaipate. Bwana Yesu asifiwe. Hamna maana ya kumtumikia Mungu, hamna maana ya kuutumikia Ukristo lakini unakuwa unautumikia kwa kuigiza. Tukamwambia Mungu tunaomba ukatupatie neema ya kutumikia kwa uaminifu sisi kama vijana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tuache mambo yote ya duniani, acha wewe uonekane mshamba hauelewi, lakini mwambie Mungu ninatamani nikakutumikie kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Warumi mlango wa kumi na mbili mstari wa pili Warumi mlango wa kumi na mbili mstari wa pili. Atakayepaona atanisaidia kusoma. Warumi Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unanielewa unaweza kumpigia Bwana Yesu makofi na la vigelegele. Lakini pia tukwenda kumwomba Mungu aondoe kila roho ya woga, mashaka na wasiwasi zinazotufanya sisi kama vijana tushindwe kuwa wathubutu katika kufanikisha hatima za maisha ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine wewe kama kijana, yaani unakuwa na woga, unapata woga, unapata mashaka, unapata wasiwasi katika kufanya uthubutu ili uweze kufanikisha hatima ya maisha yako. Kuna wakati mwingine sisi kama vijana tunapata wasiwasi na woga kwa ajili ya uchumi wetu. Unatamani kuanzisha biashara wewe kama kijana ili ili uweze kufanikisha hatima maisha kwako, lakini unashindwa uanzie wapi kwa sababu ya uoga. Nina mtaji wangu elfu ishirini, nitaanzaje hapa? Bwana Yesu asifiwe. Tunashindwa kuwa wathubutu ili tuweze kupata vile vitu ambavyo tunavihitaji kuvipata katika maisha kwetu. Anasema tunaangamia kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunaangamia kwa kukosa maarifa. Uoga, uoga ndo mlango ambao Ibilisi huwa anaingilia sana kwa sisi vijana. Tunashindwa kufanya vitu ambavyo vitatusaidia tuweze kufanikiwa katika maisha kwetu kwa sababu ya oga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamwambia Mungu, ninaomba ukanipatie kanipatie, kanipatie uhodari na ujasiri kwa ajili ya kuweza kufanya vitu vitakavyonisaidia mimi niweze kufanikisha ndoto za maisha kwangu. Kuna mtu anatamani aje awe na kampuni, kuna mtu anatamani aje awe na anzia watu, una wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.

Kwa majina anaitwa Happiness Loh